Ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa chini kama, yani walikuwa wameweka kiti hapo, mimi niko chini. Usogeza maiki mdomoni. Walikuwa wameweka kiti kiti, halafu mimi niko chini, na hapo nipo pembeni, kuna giza kubwa, hata mtu akiwa mbele yako hata akiwa amekukanyaga kwenye mguu huwezi kumuona, giza nene. mm. na uko hapo mm. una muda gani tangu uwepo hapo? Nina kama mwaka mmoja na miezi sasa na huku tulikuwa tunakuona na kanisani upo. Mm. Ni ni nani alikuwepo hapa? Mimi ba, mimi baada ya kunifungia pale, mimi kabla niipo yule kijana yepo kuja kunichukua. Alipokuwa ananiweka nilimuona mtu kama mimi, yani alikuja mtu kama mimi. Kwa hiyo mkabadilishana. Mkabadilishana. Yeye akawa anatoka kule Shimoni, wewe unaingia. Bana yeye akuweka akuwa kwenye shimo, yeye ndio alitengeneza kuja huku duniani. Mimi ndio nikaweka huko. Mnaelewa vizuri eti? Kwa hiyo yeye alibadilishana, yeye akakaa kule chini ya kiti, alafu image ya yeye inayofanana na yeye ndio ikaja huku, na sifa anapiga. Si wewe ni mwana sifa eti, si unaimba sifa? Sasa ndio utajua dunia iko wapi. Nikisema dunia haipo mtaelewa. He, kule ulikuwa napewa chakula gani? Kile chakula, sogeza maiki mdomoni. Kile chakula kiko kama wali lakini pembeni, yani, kuna damu. Hiyo damu ni kwamba anakuja pale mtu anapojikata kidogo, damu ile nao kidogo, mwajika wanaitega, wanakuja ndo wananiwekea pembeni ya chakula hapo. Ndo na yani chakula kimekaukiana hapo hapo kwenye sahani, wanamwaga damu. Sipokunywa damu hiyo, chakula hakipiti Sogea sogeza maiki. usipo usipopigisha na damu, chakula hakipiti kwenye koo. Sasa hicho ni chakula au ni nini? si ni kama ni kama hadithi eti. Hebu jiguseguse, upo au unaota? Jiguseguse, ni wewe mwenyewe au uko kwenye ndoto? Hii mwanangu, sio ndoto, ini kitu halisi. Kwa hiyo, isipowekwa ile damu, ukila chakula kile hakipiti kwenye koo wezi ukameza yani, yani, mpaka unywe na damu, mpaka unywe na damu e. Na ni ile damu inachukuliwa kwa yeyote akijikwa yani, atakaye jikwa hata kidogo tu kwa watu walioko huku duniani e, yani hata kidogo yani, atakaye jikwa kidogo kwenye mguu ama kwenye kidole, songeza maiki kwenye mguu ama kwenye kidole, hiyo ndio wanakuja na damu yao, ndio wanakuja kukinga, kukinga Oh, kwa siku damu, kwa siku damu hawezi kukosa.